Nadachi mtazamaji, tungali hapa pa Dar es Salaam. Tunaambiwa halmashauri ya manispaa ya Temeke hapa jijini Dar es Salaam imesema imefanikiwa kukusanya mapato ya ndani katika kipindi cha miaka minne iliyopita kutoka shilingi bilioni kumi na mbili kwa mwaka hadi shilingi bilioni thelathini na moja kutoka katika vyanzo mbalimbali vya ndani. Mkurugenzi wa manispaa ya Temeke Bobi Podibas Kagimbo akizungumza katika hafla ya uvunjaji wa baraza la madiwani la manispaa hiyo amesema hatua hiyo kubwa imepigwa katika ukusanyaji wa mapato kwa asilimia sitini na ikielekezwa katika miradi ya wananchi miundombinu ya barabara. Mkurugenzi wa manispaa Temeke, Fotidas Kagimbo, akizungumza katika hafla ya uvunjaji wa baraza la madiwani la manispaa hiyo, amesema hatua kubwa imepigwa katika ukusanyaji wa mapato, ambapo asilimia sitini ilielekezwa katika miradi ya wananchi na miundo mbinu ya barabara. Tulianza tunakusanya bilioni kumi na mbili mpaka mwaka huu wa fedha unaisha target yetu ilikuwa ni bilioni 31 kutoka kwenye makusanyo ya vyanzo vya ndani na target ya mwaka huu wa fedha unaoanzia tunakusudia kukusanya jumla ya bilioni 41 kutoka kwenye vyanzo vyetu vya ndani kwa hiyo hiki ni, ni jambo ambalo naweza nikasema tunajivuna katika kukusanya mapato tumeweka mikakati mizuri ya kukusanya mapato ili tuweze kutoa huduma bora kwa wananchi wetu Meya manispaa hiyo Mhabadi Suleman Hoja amesema pamoja na kuvunjwa kwa baraza hilo bado anajivunia madiwani wa manispaa hiyo kwa kuwatumikia wananchi kwa weledi bila kujali itikadi za vyama vyao. Bila ya ushirikiano huu na mshikamano, maendeleo haya yasingekuwepo, lakini niwashukuru sana madiwani kwa kuonyesha ushirikiano mkubwa sana baina yetu katika kipindi chote cha uongozi. Kwanza tunajivunia malengo yetu tuliojipangia kwenye manispaa yetu tumeatimiza na kimapato nazungumzia hivyo. Alafu changamoto nyingi za wananchi wetu wa wilaya ya Temeke tumezitekeleza, kama zimebaki ni kwa asilimia ndogo. Katika hatua nyingine, manispaa hiyo imetoa pikipiki hamsini kwa madiwani wake wote kwa ajili ya kusaidia kuhamasisha wananchi kujiandikisha katika daftari la wapiga kura. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.